Walikuya na moto sasa. Sisi timumeleko tayari, eh, balikuya nanabo sasa, nani pale tayari ya kunuguza nini, iyolichie iciwa tee na corte yae pia ti moto pale. Wanatia pinge ndani, utafanya nini? Utapasuka. Sasa walikutana moto eoya kupasuna kwa Uvira walikutana moto huko pia kupasuna, lili lile nijiwe uo, walifuata kama ndio nijiwe kuma, walikutana moto ya makali ya kupasuna lo nijiwe sasa. Tuko pamoya na ndo nenapenda kumwambia mambo ya kazi, mambo ya vita, musipingilie zaidi, mumifatilie kweli, lakini musitungilie zaidi. kama mimi makalaki iko hapa, naoma makalaki iko mbele, kama mwengine ako hapa naa atutatugasie wote musatrekeile ya ubira, ile ndo ndoto no, ya Farao. Museme, msiseme miye, makaraki ndazunguruka tu, ndaenda pii na transfera na bana wenaweye, mwende wena weye we wenawee, hapa mienda baki hapa, na ndo zile mupande, msuke mizine, tuko pamoya i mwingine ata bakiaka wazi, ni ndoto ya Farao. Naona iko na mawazo ya giza yende mwishie ndani mumbai kama vile masoroza alimaliza watu hapa, na napenda kuambia waviongozi wetu, masa na waranikabizi hii chombo ya kusemia pasaizi, baikale chini bote bato a masosiete sivile, tuwe na upendo. Tuwe na umoja muwache kutetanatetana, unaona, kutetanatetana ntoajuililakwaka na profite

vaui na matelefoni, amani neema imejia leo. Msukume amani ifike kote, kisha saa ititaririsie huku ifanye mambo yake kule, na sisi tufanye mambo ya kuba. eo watakuya fika hapa, amani ishakwa mkono, tembea tu, lakini wasibonane hapa Uvira, basilete aandema ingine, basi yakeo hapa kama watarosorte sana, lakini basiseme

Lakini kama ni mkongomani awe huru akunywa maziwa basi, mdanganye huku Uvira akuna, akuna mwene na katala cwati beto tuko pamoya naye sensirisaiti sensi. Asena napata habari ya bongo asema bazalendo huku ni mabaya nini, hapana bamingi wakubwa viko natumia sekendi, habari ya bongo asema asemao oh, shakadre bazalendo evi watakupiga olone oh, watakuwa kumataraka Kumadaraka sio kumadaraka, na tuko mtu mwenye kumadaraka ataendea kwa mimi sana, kwa hakika ndio. Ah, na mauliza wa kwa yangu ingekuwa sio kumadaraka na mlinai mzuri kama niko hivi. kwa sasa hii niko nafunya madawa, lakini ndani mwani hapa ifika. kama niko nafunya madawa niko na naingia ndani masheruni hapo, niko nafunya madawa nani mwani hapa ifika. Eh, niko na amani tu, niko mwingi yangu kama tunatoka hapa tunaenda mwingine mwingineji, tutakuwa na amani vale. Vena valikimbiaka wote, nilimwambia vale avayarudia wote hapa juu ya nini? Valirudia bakubwa juu ya nini? Valirudia vale valikimbia. Amani iko kwa watu, ni kwa watu. Hata uende na milioni ya pesa Burundi, Tanzania, wapi, utarudia tutakosa raha kule, utarudia tu kwenyu